muda wa soka niweze kukukaribisha tena katika chaneli yako pendwa kabisa ya Simba Sports Club, Champions 2025-2026, na hii ni mahususi kwa ajili ya wewe mpenzi na mdau pamoja na mfuatiliaji wa Simba Sports Club. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii na wewe ni mpenzi na unatamani mafanikio ya klabu ya Simba Sports Club, basi naamini hautapita bila kubonyeza neno subscribe ambalo liloko chini ya video hii. Bwana, Simba Sports Club wanaendelea kujinoa kuhakikisha wanaifikisha Simba katika hatua nzuri, ikiwa ni malengo ya klabu katika mashindano ya CAF Champions League kufika hatua ya nusu fainali ya mashindano hayo ya CAF Champions League barani Afrika, lakini kuna taarifa mbaya kidogo, baada ya Simba kucheza jana dhidi ya Gaborone United ya huko nchini Botswana na Simba Sports Club kuibuka au kufuzu kwa at, kwa aggregate ya magoli mawili kwa moja. Kwa hiyo uongozi wa Simba pamoja na mashabiki wa Simba hawajaridhika na kiwango hicho cha Simba baada ya kutoa moja moja dhidi ya Gaborone United, timu ambayo ni timu ndogo kwa kulinganisha na Simba Sports Club. Kumbukwe kwenye performance ya mchezo mzima Simba walikuwa nyuma zaidi dhidi ya wale Gaborone United, na ndipo mashabiki wengi wa Simba wameona Simba haiwezi ikafika katika sehemu nzuri kwenye mashindano hayo ya CAF Champions League. Hiyo ni baada ya shabiki huyu Leonard Nchimbi amezungumza na kusema ya kwamba Simba Sports Club inakwenda kuishia hatua ya makundi katika mashindano haya ya CAF Champions League. Kama unavyotazama pichani shabiki huyu amezungumza moyoni na kusema ya kwamba tatizo liloko Simba sio wachezaji tatizo liloko Simba sio kocha, lakini tatizo lililoko Simba ni kulingana na uongozi wa Simba Sports Club akiwemo the Abdalla Trygen, lakini pia Mangungu ambaye ni mm, kiongozi wa Simba. Kwa hiyo Simba Sports Club, ushabiki huyu amezungumza na kusema ya kwamba mara nyingi Simba ikifanya vibaya u-wa uongo, viongozi uongo, hawa wawili huwa wanashinikiza kufukuzwa kwa makocha na ndipo mnapoona Faru Davis ametimka katika klabu ya soka ya Simba, lakini ikitokea siku uongozi huu ukafukuzwa wenyewe, basi naamini Simba watakuwa na kikosi bora pamoja na uongozi utakuwa imara, kulingana na vile viongozi hao wanaweza au wanaendesha klabu ya Simba. Kwa Simba Sports Club imefuzu kwenda hatua inayofuata, na mchezo nao kuja watacheza tarehe kumi na saba mwezi wa kumi dhidi ya timu kutoka nchini kutoka nchini Zimbabwe ambayo iliweza kushinda katika hatua hii ya awali na kuelekea hatua ya pili ya awali katika mashindano haya ya CAF Champions League. Bwana, hii ni Simba Sports Club Champions. Kama wewe ni shabiki pendwa na kama unatamani maendeleo ya Simba Sports Club, basi naamini huu ndo muda wako sahihi kabisa wa kubonyeza neno subscribe lililoko chini ya video hii ili uendelee kuipa sapoti klabu yako pendwa ya Simba Sports Club pamoja na utoe maoni katika eneo la komenti nini au kipi unakiona katika uongozi wa Simba, lakini pia katika kikosi cha Simba kuelekea msimu unaofuata wa 25 26. Asante kwa kutazama, bye bye.